Wapo watu wanaotamani nguvu, utajiri na umaarufu, lakini hawajui kwamba kila nguvu ya giza hulipiwa kwa damu. Hii ni hadithi ya kijana mmoja aliyeitwa Benard, kijana aliyeamini Mungu lakini akaangukia katika mtego wa giza. Benard alikuwa kijana wa imani. Kila siku alisali, akilia mbele za Mungu alitamani kuwa nabii maarufu mwenye nguvu za uponyaji na maono, lakini kadri miaka ilivyopita, hakuna kilichotokea. Alijaribu kufungua huduma, ikashindikana. Watu walimcheka, wengine walimkataa. Usiku mmoja, akiwa peke yake kanisani, Benard alilia kwa uchungu, mungu wangu, kwa nini hunisikii? kwa nini huniinui kama wengine? Shauku yake ya kutumika ikageuka kuwa tamaa, na tamaa hiyo ikawa mlango wa giza. Siku moja usiku wa mvua, Benard alikutana na mwanamke mrembo njiani, mwanamke mwenye macho ya kuvutia, ngozi laini na sauti ya upole. Alijitambulisha akasema, naitwa Rushina. Walizungumza kwa muda mrefu. Rushina alionekana kumwelewa Benard kuliko mtu yoyote. Alimfariji, akamvuta karibu na usiku ule wakalala pamoja. Lakini Benard hakujua kwamba Rushina hakuwa mwanamke wa kawaida. Alikuwa jini wa kike mwenye nguvu za kipepo. Baada ya siku chache, ndoto za ajabu zikaanza. Benard aliona maono, nyota, watu wakipona mikononi mwake. Sauti ya Rushina ikasikika ndani ya ndoto, nitakupa jicho la tatu, utaona mambo ya rohoni. Benard akakubali, na kuanzia siku hiyo maisha yake yakabadilika. Miujiza ikaanza kuonekana, wagonjwa walipona, watu wakashangaa, huyu kijana ana nguvu zisizo za kawaida. Benard akafungua kanisa lake, kanisa la Mwanga wa Maono. Kanisa likajaa watu, mataili wakatoa wa sadaka, jina lake likaenea kila mahali, magari, nyumba na fedha vikamiminika. Lakini ndani ya moyo wake kulianza kuwa giza, alisahau maombi, akasahau familia akaanza kutumia muda mwingi kwenye chumba cha siri nyumbani kwake, chumba ambacho hakuna mtu aliyeruhusiwa kuingia. Humo ndiko Rushina alipokuwa akimtokea. Melinda alianza kuhisi mabadiliko, mumewe alikuwa mgeni, hakutabasamu tena. Usiku alisikia sauti zisizo za kawaida kutoka chumba cha maombi. Alimwambia rafiki yake Anita, mume wangu wamebadilika, kuna kitu kinachoendelea. Anitha akamshauri, fuata nyayo zake kwa makini, kuna siri. Melinda akaanza kufuatilia, akaenda kanisani, akaongea na baadhi ya waumini. Alichogundua kilimvunja moyo. Benard alikuwa analala na mabinti wa kanisani, akiwaambia wanafanywa maombi ya kiroho ya utakaso. Melinda aliumia usiku ule alikabiliana na mume wake macho kwa macho. Benard akakiri, akaomba msamaha, lakini akasema siwezi kukuambia kila kitu. Melimba hakujua kuwa siri hiyo ilikuwa kubwa kuliko alivyodhani. usiku ule ule Benard alipojaribu kulala, Rushina alimtokea akiwa na hasira. nilikuonya Benard, mimi ndiye chanzo cha nguvu zako usithubutu kutafuta msaada mwingine wa kiroho. Benard akatetemeka. Rushina, nataka kuachana na haya, nimechoka. Rushina akacheka kwa sauti ya kutisha, kabla ya kuondoka lazima utoe sadaka ya damu. Nguvu kubwa, sadaka kubwa. Benard akasema kwa hofu, sitaweza kutoa damu, mimi ni mtumishi wa Mungu. Rushina akamjibu kwa maneno mazito maji uliyoyavulia nguo lazima uyaoge. Siku chache baadaye, majanga yakaanza. Mtoto wake Dani alianguka ghafla nyumbani na kufariki papo hapo. Wakati huo huo, wanakwaya wa kanisani walipata ajali mbaya ya gari, wote walikufa. Benard alilia kwa uchungu, akaanguka chini, akalia mbele ya Mungu, Mungu wangu, nimekosea nisaidie kutoka kwenye giza hili, lakini kulikuwa kimya. Rushina akamtokea tena, umenichezea Benard, sasa narudisha nguvu nilizokupa. Akaweka mkono wake kifuani mwa Benard, mwili wake ukatetemeka, nguvu zikamtoka, akaanguka chini kimya. Huo ukawa mwisho wa nabii Benard. Baada ya kifo chake, watu walijifunza kitu kikubwa kwamba si kila mwenye maono ni wa Mungu, si kila anayefanya miujiza anatoka mbinguni. Baraka za kweli huja kwa wakati, lakini baraka za giza huja haraka na huondoka kwa maumivu. Maisha ya Benard yakawa somo kwa wengi, kwamba njia ya mkato haidumu na kila nguvu isiyotoka kwa Mungu huleta mauti mwishoni. Usitamani nguvu zaidi ya ulizopewa. Maana nguvu za giza hazitoi bure. Kila zawadi yao hulipiwa kwa damu. Ukishindwa kugoja wakati wa Mungu, utalazimika kulipa bei kubwa kwa njia za giza.